Tusome Biblia, kitabu cha Wagalatia. Paulo, mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu bali ni Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu zote walio pamoja nami, kwa makanisa ya Galatia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazwa kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu na yeye milele na milele. Amina. Nashangaa kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, na kugeukia Injili ya namna nyingine; wala si nyingine, lakini wapo watu hawataabishao na kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yoyote akiwahubiria nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaniwe. Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa maana, ndugu zangu, injili niliyowahubiria nawajulisha ya kuwa siyo ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa si kuipokea kwa wanadamu wala si kufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunua wa Kristo Yesu. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nilitesa kanisa la Mungu kupita kiasi nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengine wa waliohirimu zangu katika kabla yangu, nikajitahidi sana katika kuwashika mapokeo ya papa zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake Vyema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubirie mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nilikwenda zangu Arabuni. Kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka mitatu nilipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku kumi na tano. Lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo niliyowaandikia, angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Baadaye nilikwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Yudea yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetutesa hapo kwanza sasa naihubiri imani ile yaliyoiharibu zamani, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Kisha baada ya miaka kumi na nne nilipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja na nami. Nami nilikwenda kwa kuwa nilifunuliwa, nikawaeleza injili ile niihubirio katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao viongozi waliosifika, isiwe labda napiga mbio bure au nilipiga mbio bure. Lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Mgiriki, hakulazimishwa kutahiriwa, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani, ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya injili ikae pamoja nani. Lakini wale viongozi waliosifika kuwa wana cheo walivyokuwa vyote ni mamoja kwangu. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hawa waliosifika hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa Injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro alivyokabidhiwa ya waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena Yakobo, Kefa na Yohana waliosifika kuwa ni nguzo, walipoitambua ile neema niliyopewa, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kulia wa kuonyesha ushirikiano ili sisi twende kwa mataifa, nao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno lilo hilo hilo nilikuwa na bidii kulifanya. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, nilishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadhaa waliotoka kwa Yakobo alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa, lakini hao walipokuja akarudi nyuma, akajitenga huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Lakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, nilimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wa mataifa wenye dhambi, lakini tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki katika matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu, sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria; maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? La hasha! Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria niliifia sheria, ili nimwishie Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai niliyo nao sasa katika mwili inao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria basi Kristo alikufa bure. Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaroga nyinyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu, je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilisha sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli. Basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria, au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Abrahamu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Abrahamu. Na andiko kwa vile alivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimuhubiria Abrahamu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hawa walio na imani ubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali yayatendayo hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti; ili kwamba baraka ya Abrahamu iwafikie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kuupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu; lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kudhibitika hakuna mtu wa alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Abrahamu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Nilisemalo ni hili, agano lilithibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka mia nne na thelathini baadaye hailitangui wala kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hawi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Abrahamu kwa njia ya ahadi. Torati ni nini basi? Liliingizwa kwa sababu ya makosa, hadi haja huyo mzao aliyepewa ile ahadi; iliamuriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? La hasha! Ya kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, hakika haki ingalipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa amani ya Kristo. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Kwa kuwa nyinyi wote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana nyinyi wote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Hakuna Myahudi wala Mgiriki, hakuna mtumwa wala uhuru, hakuna mwanaume wala mwanamke, maana nyinyi wote mmekuwa wamoja katika Kristo Yesu. Na kama nyinyi ni wa Kristo, basi mumekuwa uzao wa, uza wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yuko chini ya mawakili na watunzaji hadi wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto, tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini chini ya kusudi awakomboe hawa waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana na kwa kuwa nyinyi mmekuwa wana mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye aba yaani baba kama ni hivyo wewe si mtumwa bali umwana na kama umwana basi umrithi kwa Mungu. Lakini wakati ule ya kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka. Na wachelea isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu. Ndugu zangu, nawasihi iweni kama mimi. Maana mimi ni kama nyinyi hamkunidhulumu kwa lolote. Lakini mwajua ya kwamba niliwahubiria Injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili, na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulitharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu kama Kristo Yesu kuko wapi basi kule kujiita eri? Maana nawashuhudia kwamba kama ingaliwezekana, mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Je, nimekuwa adui yenu kwa sababu nawaambia aliyokweli? Hao wanashauku nanyi, lakini si kwa nia nzuri, bali wataka kuwafunga nje, ili kwamba nyinyi muwaonesha huku navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo pamoja nanyi tu. Watoto wangu wadogo, ambao nawaonea uchungu tena mpaka Kristu aumbike ndani yenu, laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Niambieni nyinyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamusikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Abrahamu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mwingine kwa mwanamke huru lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa mwanamke huru kwa ahadi. Mambo haya husema kwa mfano, kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili, mmoja kwa mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu kwa sasa, kwa kuwa yuko utumwani pamoja na watoto wake. Bari Yerusalemu wa juu ni muungwana, huyo ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa furahi, wewe uliye tasa usiyezaa, paza sauti uliye wewe usiye na uchungu, maana watoto wake aliyewachwa peke yake ni wengi kuliko wa huyo aliye na mme. Basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi ni watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile, yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa Roho, ndivyo ilivyo sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanaye, kwa maana mwana wa mjakazi hata rithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Kwa hivyo, ndugu zangu sisi si, si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa huyo aliyemuungwana. Katika uhuru huo Kristo alituweka huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswi tena chini ya kongo la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambie nyinyi ya kwamba mkitahiriwa, Kristo hata wafaidi neno tena. Namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza Torati yote. Mmetengwa na Kristo nyinyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri; ni nani aliyewazuia msilitii kweli? Kushawishi huku hako kutoka kwake yeye anayewaita nyinyi. Chachu kidogo huchachua donge zima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia na namna nyingine; lakini yeye anayewasumbua atachukua hukumu yake awaye na ndugu zangu, ikiwa ninahubiri habari ya, ya kutahiriwa kwa nini ningali ninaudhiwa? Kwa kufanya hivyo kikwazo cha msalaba kimeondolewa. Laiti hao wanaowaita mashaka wangejikata nafsi zao! Maana nyinyi, ndugu, mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkangani mizana. Basi nasema nendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano, uzushi, usuda ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo; katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni pendo, furaha, amani, uvumilivu, utuwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho, na tuenende kwa Roho. Tusijisifu buri kichokozana na kuhusudiana. Ndugu zangu, mtu akishikwa katika kosa lote, nanyi mlio wa roho mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo, na hivyo kutimiza sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu naipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mwanafunzi na amshirikishe mwalimu katika mema yote. Msidanganyike, Mungu adhihakiwi; kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusitoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Tazameni niandikavyo kwa herufi kubwa ni waandikie hapo kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili, ndiyo wanaoshurutisha kutahiriwa, makusudi wasiuthiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo hilo tu. Kwa maana hata hawa wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria bali wanataka nyinyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika mili yenu. Lakini mimi lahasha, nisione fahari juu ya kitu chochote, ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa e, ila kiumbe kipya. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema, naam kwa Israeli wa Mungu. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini wangu chapa zake Yesu. Ndugu zangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina.